Rais wa shirikisho la Urusi, Vladimir Putin, ametuma salamu za pongezi kwa rais wa Algeria, Abdelmadjid Tebboune, kuadhimisha miaka 71 tangu kuanza kwa Mapinduzi ya Kitaifa ya Ukombozi ya Algeria, ambayo yalianza mnamo tarehe 1 Novemba mwaka 1954. Katika ujumbe wake rasmi Putin alisisitiza kuwa uhusiano kati ya Urusi na Algeria unaendelea kukua kwa kasi katika mazingira ya urafiki wa kweli na ushirikiano wa kimkakati wa kina. Alisema kuwa nchi hizo mbili zimejenga msingi imara wa urafiki wa kihistoria unaotokana na mapambano ya pamoja dhidi ya ukoloni na juhudi za kujenga ulimwengu wa haki na usawa. Rais Putin alionyesha matumaini yake kwamba Moscow na Algeria zitaendelea kushirikiana kwa karibu zaidi katika kushughulikia masuala muhimu ya kikanda na kimataifa, akibainisha kuwa kazi hiyo ya pamoja italeta manufaa kwa wananchi wa mataifa hayo mawili na pia itachangia kuimarisha usalama na udhabiti barani Afrika na Mashariki ya Kati. Katika sehemu nyingine ya salamu hizo kiongozi huyo wa Urusi alimtakia Rais Tebboune afya njema na mafanikio katika majukumu yake ya kitaifa sambamba na amani, furaha na ustawi kwa wananchi wa Algeria. Uhusiano wa Urusi na Algeria umekuwa wa kihistoria tangu enzi za vita vya ukombozi, ambapo mmoja wa Kisovyeti uliunga mkono harakati za wapigania uhuru wa Algeria dhidi ya utawala wa kikoloni wa Ufaransa. Leo ushirikiano huu umeimarika zaidi katika nyanja za ulinzi, nishati, biashara na diplomasia ya kimataifa huku mataifa hayo yakijipambanua kama nguzo muhimu katika kuendeleza mwelekeo wa dunia wa pande nyingi, yani multipolar world order. Sherehe za kumbukumbu mapinduzi ya kitaifa ni tukio kubwa, zikikumbushia mwanzo wa mapambano yaliyosababisha uhuru wa taifa hilo mnamo mwaka 1962. Kauli ya Putin inachukuliwa kama ishara ya heshima kwa historia ya ukombozi wa Algeria na uendelezaji wa urafiki wa kimataifa unaolenga kujenga usawa katika uhusiano wa dunia.